la mchezo ulikuwa mzuri na tuanze wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuzijalia timu zote mbili, mechi imekuwa salama kabisa, mechi nzuri ambayo imekuwa na mvuto, mechi ambayo ukiambiwa man of the match ni Maxim pia Nzegeli, hauwezi kuanza kuanza ku doubt. Ziko mechi nyingine hapa wanatoka man of the match ambao hawagusi mpira. Kwa hiyo hiyo ni kiwango cha kuonyesha kwamba mechi ya leo standard yake ni standard ya kimpira ambayo imefurahisha kila mtu. Tupongeze sana wachezaji wetu, wamefanya jitihada nzuri na Mungu alikuja na approach nzuri. Kama walifuatilia vizuri mechi, dakika 20 za kwanza hatukuweza kutengeneza nafasi yote ya kufunga goli. Kwa hiyo quality yetu ndio imetusaidia pia kuamua mchezo kwa sababu nafasi ya kwanza tulifunga, nafasi ya pili tukafunga. Hiyo quality hiyo ndiyo sababu inayofanya Yanga tunashinda mechi nyingi, na ndio sababu inayofanya Yanga tunakimbiwa na baadhi ya mechi pindi ambako tunapangiwa kucheza nao. Kwa hiyo tunaendelea kujivunia quality yetu na tunaamini kwenye mechi mbili ambazo zimebakia za ligi msimu huu tutakwenda kushinda zote, alafu tuchukue ubingwa wetu inshaallah. Mechi mbili zilizosalia kwa maana kwamba kuna tuna mechi na Tanzania Prison ambayo itapigwa away uh, Mbeya. Tuna mechi ya mwisho ya msimu dhidi ya Dodoma Jiji ambayo itakuwa ni mechi ya nyumbani kwa Yanga, kwa sababu bakia mechi mbili kwa mujibu wa ratiba ambayo tuko nayo kwenye upande wa ligi kuu ya NBC na zimebakia mechi mbili kimahesabu. Kwenye kombe la CRDB kama tukishinda mechi ya nusu finali Jumamosi, uh, Jumapili dhidi ya JKT maanake, tutaongeza na huo mchezo wa pili kufika fainali. Kiujumla, Yanga tuna mechi nne kuufunga msimu wa 24, 25, inshaallah. hali kuna mabadiliko yamekuwa yakifanyika upande wa kikosi sasa. Kwa Dennis Ngane, tunaona mapinduzi kinyume mm, chake, mm. Lakini pia hii leo amepata nafasi ya kucheza na namna kiwango chake kinaongezeka tu. Kutuambia kwa mwuna, hmm. Ah, kitu ambacho tunajivunia kuhusu Milud Hamdi ni kutoa nafasi kwa wachezaji tofauti tofauti. Amekuwa na kikosi chake chote na anawaamini wote kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo sio kwa nkane peke yake. Nafikiri mnaona pia improvement kubwa ya Azizi ya ndamwile katikati ya kiwanja, anavyokuwa anaingia na mchango ambao anautoa. Kwa kila mchezaji apo kwenye benchi la Milud Hamdi ananufaika na uwepo wake wa kumpa nafasi kila mtu, kwa hiyo tunaamini kuelekea mwisho wa msimu watakuwa wamepandisha viwango vyao, na hata panga likija kupita eh, kuna mtu huenda akabaki kwa sababu tu ya mechi hizi eh, za mwisho kwa sababu ameonyesha kupanda kiwango na ikawa ni faida yake na faida wa klabu kwa ujumla. Ali ameshinda mchezo huu mabao matatu kwa sifuri. Huenda ni mchezo ambao unatazama sana kwa sababu eh, pale juu tunaona kuna vita ya kusaka taji eh, ushindi huu umekuwa na umuhimu kiasi gani kwa upande wenu? Kwanza umezungumza swala la tatu bila, maana yake unazungumzia clean sheet nyingine kwa JDR, na huu ndo msimu pekee ambao Watanzania mtajifunza kwa urahisi tofauti ya goalkeeper bora na bora goalkeeper. Sio kila mwenye miguu mirefu eh, ni golkipa mzuri. Wengine wanaweza kuwa tu kama ule mfano mchezo wa ngongoti zamani. Yes oo so, kila mwenye miguu mirefu mkasema ni golkipa mzuri. Kwa hiyo Jigii Diara msimu huu atakwenda kuwafunga midomo wote waliokuwa na doubt kuhusu quality yake. Hauwezi kumfananisha Diara na magolkipa walenga ufunge ama goalkeeper hawawezi kufika daraja ambalo liko nalo Jigi Diara. Kwayo tunaamini ushindi wa leo huu ni maalum pia kwa Diara, kwa sababu tumepata clean sheet nyingine muhimu na ni serious. Sasa tunatafuta pia hiyo tuzo ya goalkeeper bora wa msimu. Yes, Maxim pia Nzengeli amestahili kuwa man of the match kwenye mchezo wa leo, na ni mchezaji mtiifu kwelikweli kwenye klabu yetu. Ni wape tu siri, ndugu zangu waandishi wa habari, kipindi cha hivi karibuni wavimba macho fulani hivi walianza kujitumishatumisha vimesage, kupiga kupigapiga simu, na Maxi alinionyesha kila namba na kila message iliyokuwa ikimtafuta kwamba njoo huku, sijui utafanyaje fanyaje, lakini Maxim pia Nzengeli akawaambia amekuja Tanzania anayejua Yanga atacheza Yanga, na kama ikibidi kuondoka Yanga ataondoka Yanga kwenda nje ya mipaka ya Tanzania kwa ajili ya kwenda kutafuta changamoto nyingine, siyo hapa. Kwa hiyo kama kuna mtu aidha mnamjua au mnamhisi kampeni hizi, salamu Maxim pia Nzengeli, siyo daraja lao. Full stop. Ali kwenye michezo minne ambayo imesalia, kwa mujibu wako. Wewe, e, una tunatik... mujibu wako e, wako, e, tutegemee kushuhudia mabadiliko kwenye kikosi ili kuwapa wachezaji wengine nafasi. We pia ni coach, ukiachana na msemaji pia. Wachezaji ambao wako nje, kwa mfano tumemkosa leo pakua, umezuzwa lakini wamemaliza, uh, injury yake ilikuwa acheze, lakini bado alikuwa hajafika 100% ya fitness level yake, kwa hiyo automatic huyu mtu anaweza kwenda kutumika mkwakwani, hadidi aucho hivyo hivyo pia na wewe ndo kashuhudia uh, mabadiliko ya wachezaji kutokana na kurejea kwa wachezaji wengine na mahitaji ya huo mchezo wenyewe pale Mkokwani. E, kiatu sasa, mm, mm, mm. Kiatu sasa unajua, kiatu cha ufungaji bora kinaweza kuwa changamoto kwa sababu sisi tunapambana tufunge magoli mazuri, kuna wenzetu wanapambaniwa kufunga magoli ya kutenga. Sasa inaweza kuwa ngumu kama mtu kila siku anafunga penalty, anafunga penalty, anafunga penalty, anaweza kuwa top scorer kweli, lakini hawa kina dube kina kintumwaambia wafanye kile ambacho mastreka bora huwa wanafanya, kufunga magoli ambayo hata watoto wadogo wanaofuatilia NBC Premier League wanaweza kutamani kucheza nafasi ya ushambuliaji.